Biomedical Engineering. Hivi umeshawahi kujiuliza nani anahakikisha mashine za x-ray, ultrasound na zile mashine nyeti za chumba cha upasuaji zinafanya kazi bila kukwama? Jibu ni rahisi, ni wataalamu wa Biomedical Engineering. Hawa ndio uti wa mgongo wa teknolojia katika hospitali za kisasa. Karibu katika uchambuzi wa kina. Leo tunavunja mkanganyiko mkubwa uliopo miongoni mwa wanafunzi na wazazi Tanzania ina kozi mbili zinazofanana kwa majina, lakini zikitofautiana kwa undani wa kitaaluma na aina ya vyuo vinavyozitoa. Kozi hizo ni Ordinary Diploma in Biomedical Engineering na Electrical and Biomedical Engineering. Swali ni moja, unasomea ipi? Tuanze na Biomedical Engineering. Hii ni kozi inayojikita kwenye biolojia na tiba kisha kutumia kanuni za uhandisi kutatua changamoto za kiafya. Mwanafunzi wa fani hii hujenga uelewa wa kina juu ya mwingiliano kati ya vifaa tiba na mwili wa binadamu. Nchini Tanzania, kozi hii inatolewa kwa umahiri mkubwa katika Mvumi Institute of Health Sciences, Chamwino, Dodoma. Sasa tugeukie upande wa pili, Electrical and Biomedical Engineering. Hapa msisitizo mkubwa uko kwenye umeme na electronics, vikichanganywa na maarifa ya tiba. Wanafunzi wa kozi hii huandaliwa kuwa mafundi mahiri wa mifumo ya umeme na mashine kubwa za hospitali. Kozi hii hutolewa na vyuo vya ufundi vya serikali ambavyo ni Arusha Technical College pamoja na Karume Institute of Science and Technology kule Zanzibar. Sasa, unaingiaje kwenye kozi hizi? Sharti la kwanza ni cheti cha kidato cha nne chenye alama D4 katika masomo yasiyo ya dini, lakini hapa ndipo uzito wa maamuzi unapokaa. Physics na mathematics ni tiketi yako ya uhakika. Masomo haya yanapaswa kuambatana na biolojia pamoja na chemistry. Kama umetoka VETA ukiwa na NVA level 3 au trade test kwenye umeme au electronics, milango bado iko wazi kwako. Baada ya kuhitimu, unatambulika kama Biomedical Engineering Technician. Wewe ndiye mihimili ya matengenezo katika hospitali za ufaha na za wilaya vile vile. Taasisi kama MSD na makampuni makubwa ya vifaa tiba yanakuhitaji. Maamuzi ni yako, chagua mwelekeo unaolingana na uwezo wako, kwa sababu teknolojia ya afya inahitaji watu sahihi mahali sahihi.